Lakini tunataka ule umeme ufikie kila kaya sasa. Ili ufikie kila kaya sasa, zile ambazo ni majirani ya wale ambao wamelipa elfu ishirini na saba inabidi tuendelee na ushawishi kwamba pamoja na kwamba ni jiji lakini hawa watu wako pembezoni, si ndio? Hivyo jamani, mtu atakayesikiliza hoja hizo ni Dkt. Samia Suluhu Hassan pekee. Tunaelewana wanamwakibete? na leo ukisikia mahali umeme umekatika, hakuna mgao hapa nchini. Aliondoa mgao ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ama unajua eh, maana watu wasijisahulishe jamani, aliyeondoa mgao ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliondoaje huo mgao? Ameondoa kwa kukamilisha ujenzi wa bwawa kubwa, bwawa la Mwalimu Nyerere, ambao linazalisha umeme mwingi zaidi kuliko vyanzo vyote tulivyonavyo hapa nchini.